Wewe, wewe mwema wewe ni wa milele. Wewe ni wa milele. Wewe ni wa milele. Wa milele, eh. Weunatisha washangaza emu, ni wa milele

Na Mungu tunawasalimu katika jina la Yesu, tuko tunaendelea kushusha tofali anaendelea na, uh, uh, uh, tu tuna tu. na, na, na hapa mafundo anaendelea kabisa na kazi inaendelea. Kwa hiyo nikushukuru sana, nikushukuru sana wewe unaendelea kuliombea kanisa hili, lakini pia wewe unaendelea kutoa chochote kitu ambacho Bwana anakujalia kwa ajili ya kazi ya Bwana. Nikwambie hautapoteza, kwa sababu Mungu anajua unachokifanya, anajua unachokifanya. Kwa sababu nikwambie jambo moja, watu ni rahisi sana wakatoa michango yao kwenye harusi, ni rahisi sana wakatoa michango yao kwenye vitu vya kidunia lakini unapoambia kwa masuala ya Mungu wengi hawafikiri hayo. Lakini nikuambie wewe ambaye Bwana amekujalia hiyo neema, nataka nikuambie ongera sana. Hebu panda hapa uh, kwa kazi ya Bwana ambapo utavuna, na Biblia inasema ya kwamba tunavuna maramia hapa duniani, lakini baadaye uzima wa milele. Kwa hiyo nikushukuru sana, unaendelea na kazi ya Bwana endelea kutunga mkono kwa fedha zako, sadaka zako, maombi yako. Tunashukuru sana kwa kitu e nachokifanya kama unavyoona kufanya kazi ya Bwana. Eh, namna hiyo, kazi ya Bwana endelea kufanyika, endelea kufanyika. Ah, talipwa ah kwa wakati. Endelea kufanya kazi ya Bwana, endelea kufanya kazi ya Bwana eh,